Kwa majina anaitwa Pendo William Laiza, ni mzaliwa hapa Arusha, Lengijave kwa kweli hili tamasha linatuleta pamoja na kutukumbusha mila zetu za Kimasai tusisahau hapa. Tukiona tumejumuika watu wa rika zote, na kuna kitu tumekipata. Tunataka tuweke tamaduni yetu ibaki pale pale, kama tulivyozaliwa. Hii tunadumisha tamaduni yetu. Unawaambiaje pengine uh, makabila mengine, hasa kutunza tamaduni kwa kweli kama mtu wana yani makabila mengine wanatakiwa kuweka mila yao pamoja, kwa sababu mila ni kitu ambacho kinalinda jamii kwa ujumla yeah. Kuna vitu gani ambavyo umejionea wewe kama wewe katika tamasha hili na umejifunza nini kwa ujumla? Ah, kwanza tamasha hili yani la kihistoria, you know, ime, ime imemfurahisha kwa kila mmoja. Nimeona pia kwenye matamasha watu wanakuja na biashara zao, yani kila mtu, yani kila mtu ameifurahia kwa namna yake mmoja au nyingine.